Elections. Na mtazamaji, viongozi wa chama cha UDA sasa wanadai kwamba chama hicho kina umaarufu mkubwa katika kaunti ya Kajiado baada ya kushinda uchaguzi mdogo wa wadi ya Purko ambao ulikuwa na ushindani mkali kati yao na chama cha DCP. Mwaniaji wa kiti hicho kwa tikiti ya UDA Amos Mpusia amezoa kura 2085 dhidi ya mshindani wake wa karibu wa chama cha DCP Sanare Saidimu aliyezoa kura 1522. Penda pia kushukuru pati yetu ya UDA. Hii ni kumaanisha ya kwamba Kajiado bado ni UDA zone za two term zone na Kajiado ni iko yellow. Ni kweli ilikuwa between UDA and DCP, na tumeona gap kubwa sana between UDA and DCP, na wananchi wa Purko wameongea kwa kauli moja wameonyesha kwamba wako katika chama tawala cha UDA, na pia tunataka kuwashukuru sana kwa sababu wametusikia, tumetembea hii safari pamoja. Na leo hii ushindi huu ambao tumepata kupitia Amos Mpusia ni ushindi pia wa William Samoei Ruto na chama chetu cha UDA. Na pia gap ambao tumepata leo haijawahi patikana kwa hii ward, kwa hivyo inamaanisha wananchi wengi wanaelekea katika upande wetu wa serikali katika upigaji wa kura hata wa 2027 uh, William Samoei Ruto na umaarufu mkubwa sana, na chama cha UDA kiko mbele sana. Wananchi wameonyesha imani na DCP. Uh, licha ya zile mbwembwe nyingi, kweli wananchi hawajashikilia hicho chama. Kwa hivyo UDA iko mbele hapa, ni watu wengi wa tutam. Hii ni gap kubwa sana kuonyesha kwamba chama hiki iko mbele sana, ukiunganisha hiyo mbili, wala kandidati wengine wawili ndugu zetu wa DCP na ODM ndugu yetu amewajumlisha kunyorosha wote mbele ya pili, imeonyesha umaarufu mkubwa sana na mwaniaji wa